Kwanza tunamshukuru tuna Mungu, tuko salama kabisa na tumefanya maandalizi yetu mazuri kabisa, tukijua kabisa hatuna mchezo rahisi, kwa sababu Mashujaa ni timu ambayo kiukweli imekuwa ikitupa wakati mgumu sana. Hata katika mechi yetu ya kwanza tuliochezana nao Kigoma, walitupa wakati mgumu sana, na ukiangalia wana mwalimu mzuri, Salum Mayanga. Kwa hiyo na imani kabisa ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana lakini kwetu sisi kwa sababu ni mechi zetu za viporo tunazichukulia kama fainali. Hakuna mechi rahisi kwetu, tumejiandaa pamoja na ubora wao na ugumu na utupa Mashujaa kwenye mechi, tuhakikishe tunapata matokeo katika mchezo wa kesho inshallah. Kwa uwezo wa Allah, na imani tutapata pointi tatu katika game ya kesho. ya ni kweli kama wanavyosema, tunataka kucheza mechi ya Shirikisho na kwa uwezo wa Allah tumeweza kutinga fainali. Nafikiri kwetu sisi furaha ilikuwa ni dakika 90 na baada ya mechi ile tuliweza kusahau na kuweka pembeni, na sasa fokasi yetu sisi ilikuwa ni mechi ya Mashujaa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwetu sisi tunaipa umuhimu mkubwa sana mechi hii na lazima tupate matokeo katika mchezo wa kesho. Kwanza mimi nishukuru kwamba tuna tuna wachezaji ambao ni waelewa na watu ambao nyakati hizi zote ambazo nazoniuliza watu washazipita, kwamba mkitoka kwenye mechi ambayo ilikuwa kwenye intensity mechi inayofuata, kwa hiyo vyote hivyo kama walimu na be, na wachezaji tumeliangalia na tumeifanyia kazi kitu ambacho hatutaki kitokee katika mechi ya kesho. Fokus yetu iko kwa 100% kuhakikisha tunapata matokeo katika katika mchezo wetu wa kesho, kwa hiyo mimi nafikiri e, hilo tunalifahamu na tumekwishalifanyia kazi na halitalijitokeza katika mchezo wa kesho. Ni kweli ratiba ni ngumu sana, ratiba ni ngumu ndani ya siku nafikiri nane kumi, tuna mechi nne, ina maana kila baada ya siku mbili Tuna mechi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ukubwa wa kikosi chetu ni jinsi gani sasa, kama benchi la ufundi, kuweza kuweza kuwapa wengine mapumziko, wengine wacheze, kwa sababu na imani huwezi kutumia wachezaji wale wale katika mechi zote hizi, kwa sababu ni binadamu, sio mashine. Kwa hiyo mimi nafikiri tutajipanga, na kwa sababu tuna wachezaji wengi tutafanya rotation na imani kabisa, na tutaweza kuzidhibiti na kuweza kufanikiwa katika game zetu. Kwa sababu hata sisi ni target zetu kuweza kushinda game zote hizo nne zilizobaki so zilizobaki ya kikweli kwenye hile, tunamshukuru Mungu e, timu nzima iko kambini, hatuna mchezaji hata mmoja wa majeraha, wachezaji wote wako vizuri isipokuwa ni Mzamiru Yasini na, na yeye kishaanza anza mazoezi taratibu. Kwa hiyo tuna imani kabisa naye baada ya wiki moja wiki mbili ataungana na timu. Zaidi ya Mzamiru, wachezaji kama wachezaji tunaendelea vizuri, kama alivyotoka kusema mwalimu, hakuna mchezaji ambaye ana injury zaidi ya Mzamiru na wachezaji wote wana morali ya mchezo wetu wa kesho. Simba haimwangalii ha mtu, Simba haimwangalii mtu, inaangalia mechi zake. Kwao sisi tunaangalia mechi zetu, na alhamdulillah, Simba wana kikosi kikubwa, ambao kila mchezaji ambao unaweza kumweka anacheza vizuri kwao. Watu wamejiandaa kwa ajili ya kila mechi, kwa sababu kila kitu ambacho tunakipigania tunakihitaji kukileta Msimbazi kwao Mechi ngumu sio viporo tu. Mechi tangia tunaanza kucheza ya ligi ni ngumu. Kwa hiyo mechi yetu ya ndani ni ngumu. Always inakuwa hivyo. Ah, Simba ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa. Nasema Simba ni timu kubwa kwa sababu kila anaye anayekuja Simba anajua umuhimu wa kitu gani kimemleta Simba. Sisi sio watoto kama muda wote tunafuatana au mechi hapana. Kila mtu anajua umuhimu wa mechi ambayo tunakutana nayo. Aiza iwe Mashujaa, aiza iwe hata daraja la kwanza. Kila mtu anajua umuhimu wa mechi ambao anaenda kucheza. ah, hamasa inakuwa iko vile vile, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama unatoka kwenye mechi kubwa afu unaenda kwenye mechi ambayo wewe unasema ndogo. Hii sio mechi ndogo. Kama unakumbuka, Mashujaa sisi tumeshinda katika dakika za nyongeza, tena goli moja kwao. Hatujaichukulia kiurahisi hivyo, yaani ni mechi kubwa sana kwa sababu labda uh, Mashujaa wako kwenye nafasi tu ambayo iko ya chini, lakini ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, ina mwalimu mzuri. Kwao hatuwezi kuichukulia kuwa tunaenda nyumbani nyumbani kitu cha rahisi. Hapana, hamna kitu cha rahisi Mashujaa. mechi ya kesho itakuwa ni ngumu, na kila mchezaji fokasi yake ni kushinda katika mchezo wetu wa kesho. Uh, ahadi siwezi kutoa kwa sababu siwezi kucheza peke yangu, lakini ninachoahidi wana Simba waje washuhudie timu yao kwa sababu wachezaji wana morali na tunatamani kabisa yani, kurejesha heshima ya, ya timu ya Simba. Deni tunalo deni tunalo, kama alivyotoka kuongea mwalimu. Tumeshangilia dakika tisini zilivyoisha mechi ya kule, lakini baada ya kurudi katika maeneo yetu ya kazi, ile furaha sisi wachezaji kama wachezaji haipo tena. Tuna focus na vitu ambavyo viko mbele yetu kwa sababu